Akikutana na bosi wake anamwambia naomba maelekezo mheshimiwa. Nasubiri maelekezo yako. Yaani kwa utii kabisa, kwa heshima na taadhima, maelekezo. Si mnanielewa? Kwa hiyo zingatieni maelekezo ya mabosi wenu, wamewaita pale kwa ajili ya kwenda kufanya. Ukiona ni mambo ambayo wewe kwako, kutokana na tafsiri yako ya mila na tamaduni ulizolelewa, bado unashikilia. Labda bosi ametaka ukafanya usafi chumbani kwake, wewe unaona hii, mm, a a, mimi siwezi, siwezi kwa sababu, kwa sababu chumbani kwa bosi wangu mimi siwezi kuingia. Hizo ni tafsiri zako wewe. Ukiona huwezi, sisi tukiambiwa tunapeleka dada mwingine ambaye amefunguka ufahamu wake mwenye maarifa, anayejitambua kwenda aende akatoe huduma tunaelewana? E, hatutaki tuliongelea mada ya mipaka. Maana kuna baadhi ya wadada, kuna kazi wakitumwa, wanajiwekea mipaka. O, mii sipeleki chakula. O, mimi chumbani kwa bosi wangu siwezi kwenda kufanya usafi. Hizo nani kakwambia? Hizo ni mila na tamaduni za kwenu. Umekuja hapa ni kulipe mshahara, utafanya kile ambacho mimi nataka. Alimradi sikupigi, sikutukani. Na kutuma kazi ambazo mimi nimeona nahitaji mtu wa kunisaidia ni mlipe, utafanya. Hutaki kufanya, unaenda anakuja mwingine ambaye anaweza kufanya. Ndio hivyo. Sikufanyishi kazi za bure, si ndio? Si ndio jamani? Eh, sasa sisi kazi yetu ndio hiyo. Jukumu kubwa tulilonalo ni kuwaondoa kwenye zile maboksi mliokuwa mmewekwa ya mila na tamaduni, eh? Za kuto kujua unyanyasaji ni upi na kazi ni zipi. Wadada wengi wanacholia na unyanyasaji hapa ni, ni uzembe, uvivu na mindset zao. Wengi wanaolialia na unyanyasaji asilimia 95 sio unyanyasaji, ni uzembe na uvivu wa kutokutaka kufanya kazi. Wanyanya, wanaonyanyaswa wapo lakini sio wengi kiivo, ni wachache sana. Walio wengi hawataki kutumwa, hawataki kuelekezwa na wako kwenye majumba ya watu, wanataka mshahara. So unataka mshahara wa gani tena na wewe umeenda pale unataka kujifanya bosi? GBV, huo ni unyanyasaji kwa mabosi. Kwa hiyo bora ume, umenikumbusha kuna pointi hii hapa ya kutokufuata maelekezo. Hapa tuna tunasemaga tuna, tuna, tuna dini mbili, si ndio Wakristo na Waislam, si ndio? Sasa kuna baadhi tunapata taarifa, Wakristo wana kwa sababu ya madhehebu ma yao wanakataa kuwapeleka watoto makanisani, kwa sababu anasema yeye ni Mwasembli, sijui bosi Mlutherani au bosi sijui Mkatoliki yeye sijui eh, sijui nini sijui siku hizi watu wako wengi sijui sisoja for Christ, wanajua wana mambo mengi siku hizi. Kwa hivyo sasa, jamani, <laughs> jukumu letu kubwa ni malezi ya watoto. Sisi tuna wadada waislamu ambao wanapeleka watoto kanisani. Wewe unavyoenda kanisani, hauendi kusali I amin mean, ukitaka kusali sali, lakini hauendi kufanya nini? Unaenda kumwangalia yule mtoto ndo jukumu lako, si tunaelewa na jamani? Hauendi kufanya nini kusali. Sasa kuna wengine mnaanza kuangalia yale majengo kama vile ndo e, eh, ndo wewe unaenda kusali. Hapana, hauendi kusali. Wewe kazi yako ni kudini na yule mtoto, si ndio jamani? Kwa hiyo tukisema Muislamu tukisema Mkristo manake kama wale watoto wanahitaji kwenda madrasa, na wewe mkubali, utawapeleka kama unahitaji kwenda kanisani utawapeleka, maana hiyo ni jukumu lako jamani, si ndio? Kwa hiyo sisi hataki kusikia tena, sijui dada hataki kumpeleka mtoto kanisani, sijui hataki kumpeleka mtoto msikitini, mato hapana. Kwa sababu yeye sio ze black, hapana. Jukumu lako wewe pale ni la mtoto, hauendi kusali, unaenda kumhudumia yule mtoto. Sijui umeelewa. Yani wewe una tofauti na wale watu wanaofanya usafi kanisani au msikitini, si ndio? eh Unaweza ukakataa kwenda kupika au kufanya usafi kanisani au msikitini kwa sababu wewe huamini ile imani eh? Jamani, nauliza, mtakubali au mnakataa? sio sawa, si ndio? yeah. Eh basi, kama ndio hivyo, hata babani msipite, si ndio? kwani baba anapita madhehebu gani? yote na kila mtu anaomba anavyojua yeye. Mimi naweza nikapita babani, nikawa naomba, kwa hiyo usipite nyuma yangu. Basi si tunaelewana jamani? kwa hiyo swala la imani ni la kwako, hamna mtu atakaye kulazimisha. Ndio maana tunawaambia hata waajiri wasiwalazimishe wadada kusali. tunawaambia wasiwalazimishe wadada kusali wapi? Jamani, kuna mtu hapa analazimishwa kusali nyumbani? Ndio mseme ndio. Haya mambo yenyewe tunasema ya kunyanyaswa, lazima, lazima we, we una haki ya kuabudu Mungu unayemtaka nayemtaka, si ndio eh? aulazimishwi nyumbani kusali na bosi wako haulazimishwi kwenda kusali anakosali bosi wako, ila kama ni kupeleka watoto, hiyo ni tofauti. Umeelewa jamani tofauti yake hapo eh? Maana kuna baadhi ya waajiri yani anataka yeye akiwa anaomba nyumbani na dada aombe, akiwa na sali na dada asali. Hapana jamani, kwani huko kazini kwao wanasali na mabosi zao? Hapana. Tunaelewana eh? Swala la imani la kwako, sio la dada. Dada swala la imani lako sio la mwajiri wako. Naomba tupeane space. Umeelewa? Ndiyo hiyo nilikuwa naongea, labda ulikuwa hujasikiliza. Chukua mike. Unasema? Ni nilikuwa nasema hivi, kuna ile kwamba unaweza ukamwambia dada halazimishi kusali kanisa moja na bosi wake that's correct yeah. Ila anamwona bosi labda anatoka jumapili anaenda kanisani, anadhani bosi anapoenda kanisani yani yeye anakoingia, basi na mtoto ndo anaingia huko huko kwa hiyo mtoto anaingia Sunday school basi ataingia misa ya watu wazima nayo mawili pia ni tofauti especially Lutheran pako hivyo tofauti. E, dada anatakiwa aende kwa alipokuwa mtoto mtoto. E, jamani, Eh tumeelewana jamani, dada unatakiwa uende palipokuwa na mtoto, mtoto. Kwa hiyo maana yake kama alipokuwa mtoto dada hawezi kwenda au aruhusiwi na dada ataki kusali basi akae nje subuhi, mtoto afanye nini? Atoke. Tumeelewana hapo jamani eh? Eh, najua kuna wengi mnasononeka sana swala la imani. Mnapata tabu. Narudia tena. Naona wengine mnaongea, ndio muda wa kuongea. Kwenye swala la imani. Mtoto utampeleka kanisani, sio wewe usali, mtoto asali. Kama yeye usema, nenda mtoto, wewe uruhusiwi, kaa nje, subiri. Sio lazima wewe uingie kwenye hiyo imani. Tuna baadhi ya mabosi tunasikia wanachukua dada hapa, wanapeleka sijui kuombewa, nampeleka kwa mchungaji wangu, babangu askofu, sijui babangu wa imani, jamani, please Naomba tuelewane, masuala ya imani ni binafsi. Dada akitaka kuombewa aende kwa hiari yake, sio kwanza kumletea vitu vya ajabu nyumbani, kwa sababu na wasiwasi atakufanyia vitu vya ajabu. Tunaelewana jamani, eh? si ndio? Kama unataka kufanya maombi, fanya maombi, fanya yako ya familia, takasa nyumba yako, unaamini hivyo, lakini dada afanye kitu kwa hiari yake. Hatumlazimishi mtu kufanya kitu cha imani. Tunaelewana jamani? Eh, tunataka tupeane uhuru ili kila mtu aweze ku practice kufanya nacho kitaka pale ni kazini, lakini kila mtu awe na nafasi yake. Kwa hiyo naulia tena, dada kwenda kanisani kupeleka mtoto, sio wewe kusali. Wewe kazi yako ni kudili na mtoto. Mtoto kama yuko ndani, wewe uruhusi kuingia kanje ka subiri. Ukitaka kusali sali, lakini bosi asikulazimishe, sio nyumbani sio wapi. Ikitokea changamoto wasiliana na sisi. Sawa jamani, ila kuna wale wenzangu nabidi nizungumze hapa kwa sababu nawe natuatia shida wa Sabato. Sawa eh? Sabato. Mpo wa Sabato, mpo mpo, eh? Eh, sasa eh, kama umepata bosi ambaye ameelewa Sabato yako akakuruhusu, sisi hatuna shida melewa eh? Kama umepata bosi ambaye ameelewa sabato yako akakuruhusu, hakuna shida. Ila kama bosi wako haelewi sabato yako, na yeye kafanya kazi Ijumaa mpaka Jumatatu, mpaka Ijumaa, Jumamosi ndio siku yako kupumzika, alafu namwambia mi naenda kanisani siku nzima, ndugu yangu, mkataba umeisha hapo. Tunaelewana, eh? Tunaelewana? Kama bosi wako atakubali akasema haina neno Jumamosi nitakuacha ufanye nini? Upractice sabato yako, sawa. Maana sabato unajua kuna wengine wanaanza Ijumaa saa kumi na mbili, si ndio eh? Kwa hiyo kuanzia Ijumaa saa 12 afanye kazi mpaka Jumamosi saa kumi na mbili. Unataka kupractice dini yako, tafuta hela yako, jitegemee, sali wiki nzima. Ukiona haitoshi sali mwezi lakini kwa hela yangu na kulipa mimi utasali siku nitakayokupa off. Kwa hiyo kama wewe msabato, jamani, mabosi wa sabato tunapataga lakini mara moja moja. Si ndio? Si ndio jamani? Yeah. Lakini sio kwa sabato tu kuna wale wenzangu wa Protestanti wale ambao kanisa ni asubuhi mpaka jioni. Makanisa siku hizi ni kama picnic. Kwa hiyo sasa, yeah, hakuna yeah, bosi ambaye anaweza kukubali wewe uondoke asubuhi ukasali siku nzima Weekend ambao ndo maelekezo. Ma? Maelekezo. Kwa hiyo kama bosi anakuruhusu kwenda kanisani hiyo ni kwa muda mfupi, unarudi unaendelea na kazi. Kama umepewa kusali siku nzima sawa, lakini, silika, siku nyingine tena ah Ulinipa hofu sikia nienda kanisani leo ndo nataka niende huko hapana. Tunaelewana jamani eh? Ndio. Kwa hiyo kwenye swala la imani tusitumie huu upenyo kunyanyasana au kukandamizana au kuingiliana imani. Hii ni kwa ajili na wadada. Tunasema tunafahamu kuna wadada wengi walikuwa wanatumia swala la kwenda kanisani kwenda kufanya mambo mengine. Sasa hamuhitaji kufanya hivyo sasa hivi. Tunasema mna hofu zenu kafanyeni mambo yenu huko. Hamna haja kumsingizia Mungu. Si ndio eh? Amna haja kusingizia, mnaenda kanisani. Siku yako ya ofu, nenda kafanya unachokifanya, sio lazima useme unaenda kanisani. Sawa jamani? Haya.